CCM hoy, Dr. Samia hoye hoy! Kagera safi! Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza nazungumza nikiwa CCM hapa Kagera, naomba nijitambulishe. Mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa Victoria mkoa wa Kagera mkoa wa Geita na mkoa wa Mwanza. Ndani ya CCM nina kama siku nne hivi, lakini nimeona mengi makubwa ya kusimulia. CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti, huko zamani tukiwa kule kwenye chama chetu huwa tuna kamati kuu. Kwenye kamati kuu ile, kila tukikutana, ilikuwa nakuja karatasi tunaita pepa ya siasa ya kuonyesha hali ya siasa nchini, jinsi vitu serikali inavyofanya na jinsi gani tunaweza tukakaunta. Sasa enzi hizo barabara zilikuwa zinajengwa kwa kasi, madaraja yanajengwa. Sisi tukakaa kwenye kamati kuu tukasema kwa kasi hii ya maendeleo ya miundombinu sisi tutoke vipi kukaunta haya maendeleo ya mabarabara? Sisi tukasema kwenye think tank yetu kule enzi hizo kwamba sisi tuambie wananchi kwamba sisi tunaamini kwenye maendeleo ya watu, sio maendeleo ya vitu, tukimaanisha tukimaanisha kwamba serikali iwekeze kwenye elimu, kwenye afya kwenye maji na kwenye kilimo kwenye miradi inayogusa wananchi moja kwa moja. Mheshimiwa Rais, nimetembea kwenye hii ziara, kila jimbo tulilopita mimi nimebaki na shangaa. Ukweli ni kwamba kila sehemu ukifika unasikia kuna mabilioni ya fedha zimepelekwa kwenye maji. Hayo ndio maendeleo ya watu, Mheshimiwa wa Rais kila sehemu tukienda kila mbunge hapa nasikia mkoa Kagera, kila sehemu tumeenda kila mbunge anasimama hapa anasema mara shule zimeongezeka shule 30 ndani ya mwaka huu mfupi kwenye jimbo moja, hayo ndio maendeleo ya watu Mheshimiwa Rais, ma kila kitu sasa. Kama mimi nilikuwa kipofu huko, naona kazi kubwa imefanyika. Mimi Wenje ni mwenyekiti wa, nilikuwa mwenyekiti wa Chadema wa kanda, mimi na uzoefu mkubwa Naelewa haya mambo hasa mtu wa Chadema wa kawaida, we huko huko unafanya nini? Njoo tujenge nchi, kazi kubwa imefanyika sasa. Mheshimiwa Rais, haya mambo tuka napinga tukatuka yajui ccmoye Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta binafsi katika kila nchi ni mbia mkubwa sana wa serikali katika kuleta maendeleo, lakini pia kukuza ajira lakini hili sekta binafsi. CCM oye! Bukoba oye! Kagera oye! Oy, kazi na utu. Ndugu zangu wa Bukoba na Kagera kwa ujumla, sisi wagombea wa nafasi mbalimbali mbali kupitia Chama cha Mapinduzi. Niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan, ni mgombea wa nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini kushoto kwangu ni wabunge wa mkoa huu wanaogombea majimbo mbalimbali mbali, na wabunge wa viti maalum wanagombea majimbo mbalimbali mbali ya mkoa huu lakini mbele yetu ni madiwani, madiwani wa kata zetu, ambao nao wanagombea nafasi za udiwani. Sasa mimi mkitupa ridhaa yenu, mkituchagua, na tunaomba mtuchague, nitasaidiana na wabunge katika ngazi ya kitaifa. Wakiingia bungeni, watakwenda kunisaidia kazi, lakini madiwani hawa ndiyo bunge lenu dogo la hapa Bukoba na mi, majimbo mbalimbali mbali, au halmashauri mbalimbali za ndani ya mkoa huu wa Kagera. Fedha zilizotajwa hapa tunazozishusha. Zinapitia halmashauri, madiwani hawa wanazipokea pamoja na maelekezo ya miradi, wanasimamia na kuhakikisha miradi imetekelezwa. Kwa madiwani hawa ni watu muhimu kweli kwa maendeleo yenu huku katika halmashauri na majimbo yenu. CCM oye! Madiwani oye! Hivyo basi, mimi mgombea uraisi, wagombea ubunge na ugombea udiwani, wote kwa pamoja, tunaomba kura zenu. Tunaomba kura zenu, wana Bukoba. Tunaomba kura zenu, wana Kagera wale ambao wanasema watatupa kura, watachagua chama cha mapinduzi, hebu nione bendera juu. Mimi nazihesabu kura hapa hapa, nazijua kura za Bukoba ni ngapi e. Kwenye majukwaa kule nimeziona bendera, majukwaa nyuma kule nimeziona bendera, na huko nimeziona jukwaa la viongozi nimeziona bendera. CCM oye! Nani kama CCM, kazi na utu Ndugu zangu, ndugu zangu, kazi ambayo sisi CCM tumejipangia ipo kwenye ilani. Hebu madiwani ilani zenu nyanyueni, vitabu hivyo vidogo ni ilani ya mkoa mahsusi kwa mkoa huu wa Kagera. Kwa hiyo yatakayofanyika kila wilaya, kila jimbo, yapo kwenye kitabu hicho. Sasa sisi Chama cha Mapinduzi tunaomba tupigieni kura tarehe ishirini na tisa ili tukaitekeleze kazi tuliyojipangia humo kwa maendeleo ya wananchi, maendeleo ya kijamii, uwezeshaji